Wakizungumza kwa nyakati tofauti tofauti, kwenye kikao cha kamati ya uratibu wa mikopo ya asilimia kumi mkoani Singida, kilichoketi leo Disemba 4 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, makatibu tawala wa wilaya hizo kwa maana ya Rashidi Muhamed Rashidi na Happiness Johnson ambao ndio wenye viti wa ufuatiliaji na utoaji wa mikopo hiyo umetaja mbinu ambazo wamezitumia kuhakikisha mikopo hiyo inawafikia walengwa kwa muda husika katika wilaya zao. Halmashauri ya wilaya Ikungi e, imefanya vizuri sana kwenye, kwenye, kwenye robo ya, ya kwanza katika kuhakikisha kwamba mikopo ina, inatoka na katika, na katika robo ya kwanza tumeweza kutoa tumeweza kutoa, kutoa milioni mia moja, milioni mia, mia moja kwa vikundi vya akina mama, lakini kwa vikundi vya vijana, lakini pia wenye mahitaji maalum. Hizi fedha ni nyingi sana lakini imani ya mheshimiwa Dr. Samia kwamba fedha hii imefika katika vikundi hivyo na imeweza kuwasaidia vijana wale. Moja, kupata shughuli za kufanya kwa maana biashara ambazo walikuwa wamefanya, lakini pili, itakuwa tayari wamepata ajira katika maeneo yao, lakini tatu, inakuwa ni sehemu kwa kile ambacho wanakizalisha, wanazalisha mapato yale ambayo, pia maana yake inakuwa ni sehemu ya kuingizia mapato kwenye, kwenye halmashauri zetu. Kwa hiyo kwanza, hilo ni jambo ni jambo kubwa, lakini jambo jingine ambalo pia nawasa wenzangu ni muhimu sana kuzisimamia halmashauri vizuri, kwanza hiyo fedha kutengwa, lakini la pili fedha hiyo itolewe, lakini pia kuisimamia kuhakikisha kwamba inawafikia walengwa ambao wamekusudiwa, na hili... katika halmashauri ya wilaya ya Mkalama hali ya utoaji wa mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa kweli hali ni nzuri, na tumekuwa tukizingatia mwongozo ule ambao tumepewa kwa ajili ya utoaji wa mikopo, lakini tumekuwa tukiwafikia watu katika ngazi za, za, za vijiji hadi vitongoji. Tumekuwa tukitoa elimu na kuhamasisha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kupata mkopo. Kwa halmashauri inajitahidi sana kwa mapato ya ndani kutoa mikopo, na hapa tunapoongea, katika robo ya kwanza halmashauri ya wilaya Mkalama imeweza kutoa shilingi milioni mia moja sitini na laki tisa na hamsini kwa vikundi ishirini na moja ikiwa ni pamoja na wanawake vijana na watu wengine. Makatibu tawala hao wameongezea kuwa kundi la wanawake limekuwa mstari wa mbele katika kuchukua mikopo hiyo tofauti na makundi mengine, huku wakitoa rai kwa vijana na walemavu kujitokeza bila uoga kuomba mikopo hiyo. Wenzetu ambao pengine hawana ajira wakae katika vikundi, wakae pamoja, wajisajili alafu afike halmashauri kwa ajili ya kuomba mikopo. Mikopo mikopo hii ipo, mikopo hii ipo na ipo katika maeneo yote yote katika, katika nchi yetu, ukizingatia kwamba wanawake ni wengi kuliko vijana, lakini sisi tunajitahidi, hao vijana kizazi kipya ambao tunaita janzii, ili waweze kupata mikopo, ni lazima tutoe elimu. Kwa hiyo katika halmashauri ya wilaya Mkalama tumewafikia uh, karibia vijana wa kata zote kumi na saba kwa kutoa elimu na nini manufaa ya kuwa na mikopo, ikiwa ni pamoja na wenyewe kujikwamua kiuchumi. Kwa hiyo tumewahamasisha na naamini katika awamu hii inayokuja ya uh, iliyoanza tarehe moja Oktoba na inayomalizikia Disemba, naamini vijana watajitokeza hmm. Katika robo ya kwanza ya utoaji wa mikopo hiyo iliyoanza kutolewa Septemba mwaka huu, wilaya ya Ikungi imekopesha kiasi cha shilingi milioni mia moja huku wilaya ya Mkalama ikikopesha kiasi cha milioni mia moja na sitini katika vikundi tofauti tofauti. Kutokea hapa mkoani Singida, mimi ni Robert Onesmo na hii ni Clouds Dikto.